Bwana, mambo vipi? Naitwa Mkude Luis leo a, kwa taarifa za kimichezo za hapa nyumbani Tanzania, barani Afrika lakini na nje ya bara la Afrika kwa maana ya taarifa za michezo za kimataifa. Ungana nami kupitia Sauti Kuu Sports kila siku kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa nne. Ungana nasi tuweze kukupatia taarifa hizi kwa kina na uweze tuweze kukata kiu yako. Mambo vipi mtazamaji wa sauti kuu cool TV, karibu sana katika sauti kuu cool sports. Ni kipindi ambacho cha kimichezo kinachokujia kuanzia saa mbili kamili asubuhi mpaka saa nne kamili asubuhi, na jioni tunarudi tena kuzijadili taarifa ambazo zilizotokea katika siku nzima. Hapo tunakutana tena saa kumi na mbili kamili jioni mpaka saa moja uh, usiku kamili, tunakuwa tayari tunafunga sauti kuu cool sports katika siku hiyo, na kusiendelea kuifuatilia sauti kuu TV. Ebana, mpango mzima ni Sauti Kuu Sports kila siku saa mbili asubuhi hadi saa nne na saa 12 jioni hadi saa moja kamili. Mimi naitwa Rafuwa Wiwaya, anayefuatilia Sauti Kuu Sports kila siku kuanzia saa mbili mpaka saa nne asubuhi.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 92 au 67881891, dakika 90 zimetamatika pale Benjamin Mkapa. Dakika 90 zinawafanya wekundu wa Msimbazi Simba kuondoka na alama tatu muhimu katika mchezo wa leo, mara baada ya kuwapasua Fountain Gate katika siku ya leo kwa mabao matatu kwa sifuri. Mchezo mzuri ukionyeshwa na wekundu hawa wa Msimbazi wakiweza kuanza vyema safari ya ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu wa 2025, msimu wa wa 2026 huku baadhi ya nyota wao wapya wakionesha ubora mkubwa Jonathan Soa akifungua akaunti yake ya mabao kwenye kikosi hiko cha klabu ya Simba akifunga bao lake la kwanza kabisa ndani ya klabu ya Simba toka aweze kusajiliwa kwa msimu huu 2025 msimu 2026, huku Jan Jazaua akiendeleza pale alipoishia kwenye msimu uliopita, mchezo leo wa kwanza akifunga bao moja na kutoa pasi moja pia ya goli uh, kwenye siku ya leo. Lakini pia wachezaji kadhaa wapya wameweza kuonesha mchezo mzuri kwenye siku ya leo a, Jonathan Soa ambaye ni ingizo jipya, Alassane Maodo Kante aliingia kipindi cha pili, Rushan Deruko akifunga bao lake la kwanza pia akifunga na goli la kwanza kabisa la Simba la msimu 2025 26, lakini pia tumeenda kumwona Nabi kama la ingizo jipya pia likiperform vizuri. Morris Abraham akiingia kipindi cha pili na kuonyesha kitu kikubwa katika mchezo wa siku ya leo. Neo Gift Maema ameendelea kuadvance taratibu taratibu kwenye kikosi hicho cha klabu ya Simba Simba, hivyo uh, umekuwa ni mwanzo mzuri kwa Simba kwenye msimu huu, japokuwa wamekutana na timu ya Fountain Gate ambayo leo ilikuwa na changamoto ya kukosa wachezaji wake wote wakiwa Kyo kwenye benchi wana wachezaji wanne wawili pekee ambao walikuwa kwenye benchi, golikipa mmoja na mchezaji mmoja wa ndani, ndio walipatikana kwenye benchi na uh, kwenye mechi ya leo tumeweza kushuhudia mambo kadhaa ambayo nataka nijaribu kushea na wewe kwa kile nilichokiona. Kwanza uh, mchezo huu kwenye kipindi cha pili, Simba ni kama walichangamka zaidi kuliko walivyokuwa kwenye kipindi cha kwanza. Uh, mara baada ya mabadiliko ya kuingia kwa Alassane Kante na Maurice Abraham walikuja kuongeza nguvu kubwa kwenye eneo la katikati ya kiungo cha klabu ya Simba, pasi za haraka haraka zikipigwa. Lakini pia Elim Panzu, dakika 15 za mwanzo za kipindi cha pili, aliweza kuonesha pia ubora mkubwa, akiweza kutoa asisti kwa goli ambalo lilifungwa na Jonathan Soa, lakini pia yeye mwenyewe akiweza kuonesha ubora mkubwa kwenye mchezo huu uh, kwenye kipindi hiko cha kwanza na cha pili, pia ndo alionesha kucha zake zaidi. Jonathan Soa anaonesha ni namna gani ni mshambuliaji wa hatari. Uh, kwenye eneo lenye presha kubwa anafanikiwa kufunga goli la tatu kwa upande wa klabu ya Simba, eneo ambalo alikuwa analindwa na wachezaji wengi, lakini akaweza kurisivu mpira na kupiga shuti ambalo likaenda kuzalisha bao la tatu kwa upande wa klabu ya Simba. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye aliweza kuonesha kikosi uh, nafasi nzuri kwa Rushine De Reuck kwenye eneo la nyuma aliendelea kuwa bora mpaka muda ambako alitolewa na kuingia Wilson Nangu. Kabla ya kuendelea yote, nataka tupite kutazama baadhi ya takwimu za mchezo wa siku ya leo kwenye mchezo wa leo kile nilichokishuhudia mimi na wewe pia. Kama una ujumbe wako mfupi, unaweza kuandika ujumbe wako hapo mfupi kwa kila ambacho umekiona kupitia kwenye mchezo wa leo. Naanza na matukio makubwa yaliyojitokeza kwenye mchezo wa leo, kabla kwenda kutazama uh, takwimu za mchezo zilizotokea kwenye siku ya leo. Uh, matukio makubwa, dakika ya sita klabu ya Simba ilipata goli lake la kwanza kupitia kwa Rushen Deruku ambaye aliunganisha kona nzuri iliyopigwa na Ahua Jan Chaz na dakika ya 37 au akafunga goli la pili akipokea pasi nzuri kwa kutoka kwa Yusuf Kagoma na kuandika bao la pili kwa upande wa klabu ya Simba. Dakika ya 46, kipindi cha pili, nikiwa namaanisha Simba ilifanya mabadiliko alitoka Mzamiru Yasini akaingia Alasane Kante. Lakini pia alitoka Kibo Dennis, nafasi yake kachukuliwa na Morris Abraham. Dakika ya 58 Jonathan Soa akafunga bao la tatu kwa upande wa klabu ya Simba. Uh, pasi nzuri ikitolewa na uh, pasi nzuri ilitolewa na Aua, lakini iliguswa kidogo, ilitolewa na Elim Panzu, pasi ambayo ameenda kuifunga Jonathan Soa. Lakini pia dakika ya 60 uh, kikosi cha Fountain Gate kilifanya mabadiliko alitoka Anaki, alitoka Hassan Ali akaingia Ana Kimtambi. Uh, dakika ya 65, Simba akafanya mabadiliko akatoka Yusuf Kagoma akaingia Neo Maema. Dakika ya 72, aliingia Wilson Nangu kuchukua nafasi ya Rushan Deruk. Uh, lakini pia alitoka Shomari Kapombe akachukua ya nafasi yake David Kameta Duchu. Dakika ya 98, 93, Abdalla Omari wa Fountain Gate aliweza kupata kadi ya njano. Hayo ndio matukio makubwa yaliyotokea kwenye mchezo wa leo. Lakini takwimu za mchezo, shot on target, Simba amepiga shot on target tisa wakati Fountain Gate wakipiga shot on target moja pekee. Uh, lakini shot off target Simba wamepiga mbili, Fountain Gate shot off target saba. Kwa hiyo kiujumla Simba wamepiga mashuti 11 wakati Fountain Gate wakipiga mashuti nane pekee kwenye mchezo wa leo. Kona, Simba wamepiga kona sita, Fountain Gate kona mbili. Umiliki wa mpira Simba wamiliki mpira kwa asilimia 80 zidi ya asilimia 20 za Fountain Gate. Pasi, Simba wamepiga pasi mia sita sabini na moja kwenye mchezo wa leo. Na bila shaka ndani ya mchezo mmoja imewafanya ime Simba Simba ndo kuwa ndo timu inaongoza kwa kupiga pasi nyingi kati ya timu zote za ligi kuu, japokuwa kuna timu nyingine zimeshacheza michezo miwili lakini wapinzani wao Fountain Gate wamepiga pasi 170 pekee kwenye mchezo wa leo. Cross, Simba wamepiga cross tano, Fountain Gate wamepiga cross moja pekee. Kadi, Simba hawajapata kadi yoyote si ya njano wala nyekundu wakati Fountain Gate wenyewe wamepata kadi moja ya njano kwenye mchezo wa leo. Interception, Simba wamefanya interception 14, Fountain Gate 18. Uh, tacklings zimefanyika tisa na Simba 11 na Fountain Gate. Clearances zimefanyika mbili na klabu ya Simba uh, Fountain Gate umefanya clearance 13. Uh, Aerio Batoon Simba umeshinda mara sita, Fountain Gate mara mbili. Goal kick saba kwa upande wa Simba, nane kwa Fountain Gate. Mipira kurusha mara 33 kwa Simba, mara kumi na sita kwa Fountain Gate. Hizo ndo takwimu za mchezo wa siku ya leo. Na mara baada ya mchezo huu kuisha, msimamo wa ligi kuu upo kama ifuatavyo. Nafasi ya kwanza bado JKT Tanzania yuko kwenye nafasi ya kwanza akiwa na alama zake nne, amecheza michezo miwili ametoa sare mchezo mmoja, ameweza kushinda mchezo mmoja, hajapoteza mchezo wote, amefunga magoli matatu, amefungwa magoli mawili, pointi zake ni nne, akifuatiwa na Mashujaa ambao wamecheza michezo miwili, wameshinda mmoja, wametoa sare moja, hawajafungwa, wameweza kufunga magoli mawili, wamefungwa goli moja, pointi zao ni nne. Nafasi ya tatu wanashika Namungo wakiwa na alama nne pia. Nafasi ya nne wanafuata Simba wakiwa na alama tatu. Nafasi ya tano Yanga wana alama tatu, nafasi ya sita, Azam FC wana alama tatu, nafasi ya saba, Singida Black Stars wana alama tatu, nafasi ya nane Coast, wana alama tatu, KMC, nafasi ya tisa wana alama tatu. Mbeya City wana alama tatu, nafasi ya kumi. Kumi na moja, TRA alama moja, Dodoma Jiji alama moja, nafasi ya kumi na mbili Pamba Jiji alama moja, nafasi ya kumi na tatu Mtibwa Sugar hawana pointi yoyote, Tanzania Prison hawana pointi yoyote, na Fountain Gate pia hawana pointi yoyote na, point yo, na Fountain Gate inakuwa ndio timu ambayo imeruhusu magoli mengi kio imeruhusu goli nne mpaka hivi sasa kwenye michezo miwili walioweza kucheza. Hizo ni takwimu za hizo, ni huo ni msimamo wa ligi kuu, lakini kwenye eneo la magoli, Athmani Makambo ana goli moja, Fode Konate goli moja, Mundhir Rufai goli moja, Idi Kipaguire goli moja, Fabrice Ngoli bado goli moja, Antonio Trabi goli moja, Nasolo Saadun goli moja, Jonathan Soa goli moja, Idrissa Stambuli goli moja, Max Nzengeli goli moja. Uh, Joseph Akandanao asgori moja, Beno Ngasa moja, Crofas Mkandala moja, Paul Peter moja, Faisal Salum Feitoto moja, Abduluz, Abdulazizi Shahame moja, Jan Janchasaua moja, Mudathil moja, Dalsaboko moja, Mohammed Bakari moja, Shefan Siwa, Habibu Kiombo, Rushen Deruk, Saleh Karabaka, Lasine Kouma, hao wote wana goli moja moja. Hakuna mchezaji yoyote kwenye ligi kuu ambaye ana goli zaidi ya moja kwa msimu huu. Kwenye assisti, pia hakuna mchezaji yoyote ambaye mwenye asisti zaidi ya moja. Yusuf Kagoma asisti moja, Athmani Makambo moja, Messi Teges moja, Selemani Abdala moja. Wakati pia yupo Jan Chazaua pia ambaye ana asisti moja, Edmund Jon ana asisti moja, Pakamezuzwa pia ana asisti moja, na wengine wengi pia wana asisti moja moja kwenye mchezo huu. Lakini timu ambazo zimefunga magoli mengi Yanga wamefunga magoli matatu, Simba wamefunga magoli matatu, JKT wamefunga magoli matatu. Hizo ndio timu ambazo zimefunga goli nyingi zaidi. Ikumbukwe Simba na Yanga zenyewe zimecheza michezo moja moja, lakini tayari kwenye akaunti yao wana magoli matatu. Lakini timu ambazo inaongoza kupiga pasi nyingi, Simba imecheza mechi moja pekee, lakini ndio timu ambayo imepiga pasi nyingi kuliko timu zote za ligi kuu, ikiwa imepiga pasi 671 katika mchezo wa siku ya leo tu, JKT Tanzania wakiwa wanafuata na pasi zao 500 98 kwenye mechi mbili, Azam mchezo mmoja amepiga pasi 588, na Mungo pasi 579, Dodoma Jiji pasi 527, KMC pasi 475, Mbeya City pasi 450, Tanzania Prison pasi 448, Singida Black Stars pasi 434, Fountain Gate, Fountain Gate pasi 423, wakifuatiwa na Yanga ambao wapo nafasi ya 11 kwa pasi nyingi, pasi 396 12 Pamba Jiji pasi 392, Fountain Gate 391, Mashujaa pasi 313, Mtibwa 272, na timu ya mwisho kwa kupiga pasi chache kabisa ni Tiala A hey, wakiwa na pasi 178. Hizo ndo takwimu mbalimbali za ligi kuu mpaka kufikia hivi sasa kinachoendelea kwenye ligi. Uh, tunaendelea kushuhudia ubora mkubwa ukionyeshwa na vilabu mbalimbali mbali, na kila kitu kinaendelea kuwa sawa sasa na, na nisome jumbe za baadhi ya watu Sherboy Sheri anasema asante Mungu kwa ushindi mnono leo Simba. Nguvu moja anasema ila Simba bado sana wanapenda sana kucheza nyuma, ndicho ambacho anasema Sherboy Sheri jumbe yake alioandika. Kesho atakuwa na muda mwingi sana wa kuchambua mchezo huu pamoja na michezo mingine mingi ambayo inatarajiwa kuchezwa weekend hii, kwa upande wa michezo ya klabu bingwa barani Afrika, kombe la shirikisho pamoja na michezo mingine mingi ambayo itaenda kuchezwa. Hakikisha una subscribe na kubonyeza alama kengele. Ulikopo nami Micaih Barnabas, nyuma kamera ulipo Geofrey Lobat. Bye bye.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 3891. Bwana, mambo vipi? Naitwa Mkude Luis, leo kwa taarifa za kimichezo za hapa nyumbani Tanzania, barani Afrika, lakini na nje ya bara la Afrika, kwa maana ya taarifa za michezo za kimataifa. Ungana nami kupitia Sauti Kuu sports kila siku, kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa nne Ungana nasi tuweze kukupatia taarifa hizi kwa kina na uweze tuweze kukata kiu yako. Mambo vipi, mtazamaji wa Sauti Kuu TV? Karibu sana katika Sautikuu sports, ni kipindi ambacho cha kimichezo kinachokujia kuanzia saa mbili kamili asubuhi mpaka saa nne kamili asubuhi, na jioni tunarudi tena kuzijadili taarifa ambazo zilizotokea katika siku nzima. Hapo tunakutana tena saa kumi na mbili kamili jioni mpaka saa moja uh, usiku kamili, tunakuwa tayari tunafunga Sautikuu sports katika siku hiyo, na kusiendelea kuifuatilia Sautikuu tv. Bana, mpango mzima ni Sauti Kuu sports kila siku saa mbili asubuhi hadi saa nne na saa kumi na mbili jioni hadi saa moja kamili. Mimi na Neto Rafa Ibwaya naifuatilia Sauti Kuu sports kila siku kuanzia saa mbili mpaka saa nne asubuhi.